Kwanza Mheshimiwa mkuu wetu wa Mkoa wa Morogoro, kaka yetu Adam Malima, ambaye pia ni mlezi wa jumuiya aviana na Amani Tanzania Mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa kaka yetu kinakala isiwagorgoro gini ndaw wa amani, mheshimiwa mwenyekiti wa Tauzakta, mwenyekiti wa bodi ya Tauzakta, katibu, katibuhomgo, mkurugenzi wa Tauzakta, shehe wetu wa wilaya Shehe Abdalla Mawinda, makamu mwenyekiti wa JMAT mkoa Dar es Salaam, Shehe Majaliwa kasi Majaliwa o Majaliwa kauto katibu wa mwenyekiti wa Kinondoni JMAT dele hedi mkurugenzi wa kina mama JMAT, mwenyekiti wetu tengodani mwenyekiti wa JMAT kwa Morogoro cani nivitina kutaja waheshimiwa viongozi wa dini zote, masko mliokuwa hapa, mashehe, masista na wote kwa jumla, kanakasitamiina mmoja mkuu wa mkoa, tunajua zunajiwao majukumu mengi na leo una safari ya kwenda Dodoma muda huu lakini kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama mdau wa amani na mamonja wa mkoa Morogoro kuwezesha kongamano hili kufana na kiasi hiki wewe ni mwakilishi wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania katika mkoa huu na mlikuwa kuwakilisha vyema siku zote, lakini katika wakati kama huu umefanya jambo kubwa, wakati tukielekea katika uchaguzi mkuu. Na mimi wewe, ni kaka yangu kihistoria. Niwakumbushe kwa wale ambao wasiojua, wakati wa Profesa Adam Malima, Profesa Kitoma Malima, baba wa rasimu wakati ule mimi nilikuwa ninasomesha Islamic knowledge, somo la maarifa ya Islam katika shule mbili, Kibasila Secondary School na kali nitegemee Jeshi Secondary School. Alikuwa akijulipa walimu ambao wanafanya kazi hii alikuwa. Kwa hiyo mimi, kihistoria, wneka yangu, kwa sababu mzee alinifanya niishi mjini kwa wakati ule kwa hmm. <laughs> well, leo tumekutana katika kongamano hili kubwa ambalo limeandaliwa na kapaa taasisi Ta -ta, yetu ya kuhamasisha zaka ambayo mimi ni mlezi wake, lakini kwa kushirikiana na jumuia ya kabiliana na amani ya Tanzania mkoa wa Morogoro, na ndio maana hapa kunaona Tauzakta na kunaona JMAT kwa pamoja tumekutana ili kuangalia kwamba tunavukaje tarehe ishirini na tisa wakati tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa nchi yetu ya Tanzania. Ndugu zangu, nilipoanza hapa nilianza na haya nyingi zinazohusiana na amani. Mwenyezi Mungu wa kuipa salamu nuru

anapenda kuona <coughs> kwamba watu wanatembea la na jina lake jina la amani, na ndiyo maana katika maambukizi yetu katika dini zetu zote, Wakristo wanasema amani ya Bwana iwe nanyi, Waislamu wanasema assalamu alaikum, na watu wa dini nyingine wanasema shalom. Yote ni maambukizi ya kutakiana amani. Bahati mbaya sana tunakwenda kinyume baadhi yetu, na maamkizi haya ya kutakiana amani, wakati wote kila tunapokutana. Mwenyezi Mungu anapenda tutakiane amani. Sasa wakati huu ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu, ambapo umekuona viashiria mbalimbali za kuvunja jina la Mwenyezi Mungu la amani kuna mipango mi ya kishetani, mipango iliyolaaniwa ya kuvunja jina la Mwenyezi Mungu la amani, kutoa amani kwa watu wote. masihi kiza zali lisola wa Yesu Yesu katika wanadamu Yesu alisema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. tena unatakiwa kupiga mstari katika neno hili. Ingetosha Yesu kusema kwamba tafuteni kuwa na amani na watu wote, lakini akasema kwa bidii, kwa maana ya kwamba fanya kila juhudi kuhakikisha kwamba kila mmoja unampa amani. Hayo ni mafundisho ya masihi giza mana abali alayhi salatu wasalam

wengine wakipanga mipango vibaya dhidi ya nchi yetu, kujivunja jina la mwenyezimungu subhanahu wa taala. Sisi tunatakiwa tukakae, tukakae, kwa sababu ni jambo ambalo halimpendezi mwenyezimungu subhanahu wa taala. Na kuhatarisha maisha ya watu wengine au kusababisha watu kupata madhara ni haramu, ima wewe mwenyewe au kuisababishia mtu mwingine kujiua mwenyewe, haramu. Wala taktulu anfusakum, mtu ambaye atakayejiua mwenyewe atakwenda jehanamu kwa sababu ameidhulumu nafsi yake. Ni haramu kujiua au kujisababishia madhara mwenyewe, wala tulqu bi aidikum ila tahluka

Kusababisha hata vingine zibua gine ume ujana wako utaulizwa, uliwanufaisha watu leo. Ukiangalia kwa mumwanondo mkubwa kwa vijana, ukienda katika mitandao utadhani kwamba walimo mule ni watoto wasio na wazazi awanazana

Ambashauki alisema taifa lolote umma wote, heshima yake, utambulisho wake kuwa ni taifa lenye heshima ni watu wake. Ikiwa watu wake watakosa maadili, ni sawa na kusema hilo taifa halipo. Ni taifa sisi Watanzania tunasifika, vijana wetu ni jenzi ambao wana adabu, ni jenzi ambao wanaliheshimu nejenzi ambao wanatii mamlaka, wajiyekepu kwa wazee wao wa viongozi wao wa dini dini. Ndivyo tunavyosifika Watanzania, kwa maadili ni kitu kikubwa sana. Rais wa nchi mahala popote huwa anakuwa ni mtu bora, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa maneno ya Masihi Isa alayhi salatu wasallam kwamba mbora

Mheshimiwa John Magufuli alinufaisha watu kwa wakati kwa kiasi sana, na leo Rais Samia Suluhu Hassan anaendelea kuwanufaisha watu kupita kiasi. Hawa ndio watu ambao na natilizeu kwa manoseibunasi te watu bora katika jamii yetu. Naweza kutukana kutusi heshima viongozi wa nchi ni dhambi ambayo akishie kukubalika, ndugu zangu. Mkutano huu ni mkutano wa mkuu wa mkoa wetu wa Morogoro kakaiiwa Adam Malima na kwa kuwa yuko safarini, mimi nitaendelea kuwepo, amenitaka nibaki na nyinyi mpaka jioni, lakini yeye kwa sababu yuko safarini na alitamani tuwe naye mpaka jioni, lakini kwa sababu yune mkumu analazimika kusafiri.